E, katika Isaya hamsini na tatu kwanzia mstari wa pili imeandikwa kusema maana alikuwa mbele zake kama mche mololo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao alidharauliwa, wala hatukumhesabu kwa kitu. Sasa kwa anointing hiyo mimi, huwezi ukanipeleka pale kwa kikosi kazi, sijui nikae na wahubilia wamezoea majungu, wanavaishwa nguo nyekundu, zinaonaga pale nguo nyekundu magauni. You cannot put me there. Eh, my friend eh, uweze ukanini upeni nguo nyekundu sio nyekundu, yani aina ya nguo unazovaa hmm. Yani em tafuta watumishi au sijaona hapa, ningekuonyesha tu nguo anazozivaa yani magauni marefu vilemba, nini yani <laughs> wanawake hata mvuto hawana wana eh, mimi I cannot pastoring them yeah, yeah. Ningeshtuka sana watu type kama Bashando angesema wanawake wa kikosi kazi wananivutia, ningeshtuka sana kwa sababu, kwa vyote vile wangekuwa wanamvutia kwa umalaya Mtu kama Bashando wanawake wa kikosi kazi wanatakiwa wawe wanamtisha. Hiyo inakuwa kama midudu fulani ambayo inamtisha, inamchoma, inamhukumu. Sina hakika na background ya Bashando sisi ilivyokaakaa, lakini kwa namna moja nyingine, ukiona pengine yako yaliyo wazi kama pengine aliwahi kuwa na mke huyu, ikawa hivi, unaweza ukajua uka ndo wala ambao akisema hawana mvuto, anaamini kwenye mvuto wa kuzini nao sasa. Ningeshtuka sana, ningesema kwa kweli, basi Mungu, kazi yangu ni bure sana. Lakini kama hawana mvuto kwa mavazi haya unayoona hapa, hawana mvuto kwa vyote vile, wanaonekana kwa namna ambayo mimi naona, hiyo ndio ilikuwa safi. Yani wanawake waitakiwa waonekane hivyo kwa mtu kama Bashando wawe wasimvutie kwa chochote, wawe na sula tu ambazo kwa namna moja nyingine zinamtisha zinamtisha. E, zaidi ya hayo e, Yesu ambaye ni mwanzilishi wa imani yeye hakuwa na uzuri hata tumwonapo tumtamani alidharauliwa na kukataliwa na watu wote, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko. Sasa Yesu alikataliwa na watu wote, watu kama akina Bashando tai kuwakataa wanawake wanaovaa kwa sura kama hii, wanaoonekana kwa sura kama hii, alafu ikume utake uwe na wanawake wanaovutia Uh, I can't pastoring them. Bashando ana, ana, hak, ana, ana, ana, anayo hadhi hata ya kusali na awa kikosi kazi na watoto wangu, anayo hata kusali tu kanisani, sio kuhubiri, yaani sio kuchunga mwe, kuchunga hivi nyoka unaweza ukampa, eh, simba ukampa achunge swala, fisi achunge swala Bashando hivi kuchunga. Anyway, mtu kama Bashando ana waumini wa aina gani? Wana mwonekano gani? wenye mvuto ni hao? Wanaovaa suruali wenye umalaya. Kuna picha ambayo imeonekana mara kadhaa ya mke wake ambaye alikuwa mke wake, naomba amesimama, ame pale. Taipu ya waumini ndo hiyo, mvuto ndo huo. Huyo mke hata tu Bashando alikuwa mkorofi mke mwenyewe waina yake ni huyo huo. E, ndo mvuto ama waumini wake wanavyovaa anasema. E, maboya ame motivate, ni baba wa kina Tony Kapola, ni baba wa kina Mamposa na wengine wengi ikiwemo yeye ko waumini vile wanavyovaa akina Toni Kapola ule ndo mvuto mia. Kwa mujibu wa Bibilia mvuto sio kile ambacho kinaweza ikawa mvuto kwa dunia. Bibilia mahali pote huwa inasema walipewa mavazi marefu. Bibilia imetaka watu wajisitie katika, katika uh, uh, uh, uh, Ufunuo sura ya sita kuanzia mstari wa tisa anasema, wakafarijiwa wakapewa mavazi marefu. Katika Timotheo na Petro anasema wanawake wavae kwa kujisitiri. Anyway, inawezekana hivyo wanavyovaa hawa hawajisitiri, ni ushamba. Mi mara kadhaa nimesema kuokoka ni ushamba endelevu, kwa kuwa baba mpaka dakika hii baba yetu ni mkulima, ni washambani. Kuokoka ni ushamba endelevu. Kwa hiyo ni kwa makusudi, mimi nimetaka wanawake na waumini kwa ujumla tuvae mi mavazi yenye ushamba, kwa sababu ni mshamba hata leo. Lakini mavazi ambayo tungetaka, hata mavazi ya akisi kwamba itakuwa na mbinguni wanavaa hivi kwa mshovaamu. Kwa nini tunavaa sale karibu kanisa lote? Kwa kila atakayekuwa ameelewa tulichobeba, kwa nini tunavaa sale moja? Hatupendi matabaka, aonekane nani msomi, nani tajiri, nani bora kanisani. Jambo la pili, tunapunguza gharama za maisha kwa sababu napotokea tu kwamba kuna watu wana uhuru wa kubadilisha badilisha nguo kavai, panaingia mashindano ya mavazi kanisani, kwa kuna watu tumai sari kwenye baadhi ya makanisa. Watu walio dhaifu wa imani anashindwa hata kwenda kanisani, kwa sababu hana nguo ya kuvaa wakati wa sikukuu, wakati wa Jumapili na vitu kadha kadha, ama anajiona duni, dhaifu, akiwa katikati ya waliovalia vizuri. Na kwa kuwa huko ambako wengi tunasema mbinguni hakuna matabaka. Uvaaji ni wa rangi moja, ni wa aina moja, ndio maana tunavaa nguo ya aina moja. Lakini hoja ni sii nyekundu, nye? Hapana, tuna rangi karibu tano hivi, zote tunavaa pamoja. Pengine tuje kwenye hoja ya livazi lenyewe la kishamba. Mtu kama Bashando hata kusalimia kanisani huwezi kupewa nafasi, sio kuchunga, sio kuhubiri, hata kusalimia. Sa naona ni kibaka. Zaidi ya hayo takuliza, umekuja kuokoka? Umekuja kuokoka? Au tukicheki hivi, naona tu ni kama jamaa akaja kuchomoa simu za watu, ama akaja kumeendea mabinti au wanawake, sababu wengine hata historia zenu, tu historia zenu na

Hmm, kuna taarifa tu, taarifa nyingi sasa. We uje tunasikia kanisani tu unameendea, najua tu unameendea unameendea, na alafu tukupe kuhubiri, tukupe kusalimia, tukupe kuchunga. I say, uchunge, uchunge, uchunge wa waumini uchunge, I can't pastoring them. we Anyway, kuna wale acheni marumbano. Sikia, huwa yanatumika matukio visa, mikasa kufundishia watu, kwa hiyo kutumia matukio, visa, mikasa sio marumbano. Hii Biblia unayoiona hapa, tunasoma ni visa makosa walioyafanya watu wa kwenye Biblia Je, kwa hiyo tunaposema makosa aliyofanya Paulo, Petro kumkana Yesu, Paulo kwa wanafunzi e, aki, waliofanya akina Anania na Safira, waliofanya akina Yuda kumkana aki, na Yesu, aliyofanya akina Nebukadnezar, kwa hiyo ni marumbano? Achani upuzi nyie wanadamu wa sasa hivi, achani upuzi. Mtu anapofanya jambo fulani baya, huwa linakuwa na athari endelevu kwa watu, huwa linatakiwa clarification fafanuzi za hiki kitu kina, ni kweli kiasi gani, ni kibaya kiasi gani, kina madhara kiasi gani, munafanya ufafanuzi mpaka yule mtu aliyekosea anafika mara, anaona anaona, a, anaona a, ni kitu hataki hata kuja kukirudia. Unakosea mara moja, kosa lako linatumika zaidi ya mara elfu moja kufafanulia na kujulisha watu. Lakini mbili hata ukifanya jambo jema kwenye bibilia tunasoma watu waliofanya mema tunayatumia zaidi ya mara elfu moja kufundishia watu. Kunguru nyie na nyie mnaosema sio mna hekima, achani mashindano. Naacha kuhubiri neno kwa hapa. Tunasoma ni mavi ya bibi yako, ndio maana wanaambiaga vitu kama hivili. Na wewe unayejidao na hekima, unashtuka na kuamka tunaposoma hapa ni, ni mavi ya bibi yako, tunapolinganisha maandiko haya na mambo yanayofanywa na au kusemwa na watu. Kwa sababu mnasema neno ni kusoma bibilia, wengine wetu tunasikia mnasema, eh, eh, Mbarikiwa haubiri hata kuubiri, kila siku ni kuangalia tu kwenye mitandao kinaendelea nini. Wesema limbukeni wa smartphone. Ingia kila siku kuna maubiri zaidi ya masaa mawili moja mawili, kila siku kuna mahubiri kwenye live section, kila siku sisi tunafanya ibada kila siku. Unapenda vya dakika chache ndio vinavyokusisimua. madamu yote hii ili mulilinde lenye dhambi? Hapana, mnalipa kiki. Tukisoma machafu ya kwenye Bibilia waliofanya machafu kwenye Bibilia, tunawapa kiki hafta leo unampa, unampa kiki unamweka wazi ili watu wote wafahamu upumbavu wake. Bibilia katika m, e, Timotheo wa kwanza tano msara ishirini sema ndugu mtu yoyote adumuye kutenda dhambi au mabaya, mkemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Tunafanya hivi ili watu wengine waogope kufanya na kuchukulia mambo na kusema kama hivi shetani amewatuma huko ili linatukana. Halafu mnataka huyu mwingine asifafanue kwamba jambo hili si bibilia. Iko hivi, yaani mijitu ambayo mnatiana moyo kwelikweli. Msirumbane, bibilia tunaposoma makosa ya watu waliofanya, waliosema ni tunarumbana. Anawamajoka nyie, taendelea kuwanyosha kwa, kwa lula ya moto, sababu tupo duniani kutengeneza njia ya Bwana na mapito ya Bwana kunyosha mapito yake, kwa sababu Bwana yu karibu kuja. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, sema itengenezwe njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayewawa ama afae katika Bwana, tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabu yake. Tazama, Mungu mwenye wake yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno maranatha.